Ah, mm. Na mi nashukuru kwa kuitikia wito wangu, ila tu niseme tu asante sana, maanake mpaka unafika hapo umevunja kazi zako kibao mpaka kuja kunisikiliza mimi. Yeah, sasa da mzungu okay. Mi tu nimekwita hapa, nilikuwa na nilikuwa na ombi au labda tuseme nilikuwa nahitaji nimwombee msamaha mdogo wangu yeah, kwa, kwa, kwa kile kitendo alichokufanyia. Unajua, mi mwenyewe kiliniuma sana kile kitu, kwa sababu nilikuwa nasikia na nilikuwa nashuhudia kwa macho yangu, na nikiangalia umri wa ule mdogo wangu na umri uliokuwa na wewe, hata mi mwenyewe naomba tu kiukweli, sijawai kukukosea, msamehe, msamehe, kwa sababu yule ni kijana wetu na kashafika hapa kwenye nyumba yetu, ndio hivyo. Si najua tena vijana wetu sasa hivi kidogo. mm. <laughs> Yale yani mimi nilishamsamea kusema kweli, toka siku ile ile, pale nimetoka pale, kila kitu nimeacha pale. Kwa hiyo sina hata kinyongo naye wala, yani mimi hakijaniuma, na ndio maana nikaamua yani pale pale nilipomkuta yeye anaongea mambo yake ambayo hayastahili, nikamtemea sumu zangu. Yaani mimi nikishatema tu sumu, uaga sina kinyongo. Yaani siweki kinyongo hata kidogo. Mm. Isipokuwa tu anatakiwa ajue kama yeye amekuja kwenye mji wa watu. Amekuja kwenye mji wa watu na kuna watu. Kwa hiyo anatakiwa awe mstaarabu. Anapotoa maneno yake kutoka kwenye kinywa chake, afikirie kwamba anaongea kwa, kwa muda gani na wakati. Yaani ajue kwamba anaongea na nani. Sasa mtoto mdogo namkuta anakaribiana na, na, na wifi yake. Kweli nyamani. Kwa upande wangu mimi haijanipendeza na ndio maana nikaliingilia kati, lakini mimi nimeshasamea. Sina hata kinyongo. Mm. Ila mazali ume- ume- umeamua ume kuja, na wewe, yani urizike moyo wako. Sawa, mi nimemsamea, mi nashukuru, mi nimemsamea, nashukuru sana dada yangu, na najua kwamba watu wazima nyi siku zote ndo mnakwaga <laughs> Nakaba, na au mwenyewe unaona yule ana tofauti na mwanao e, e, ni kweli. Kwa hiyo tumzoee, ndo kijana wetu, na ndo amefika kwenye nyumba yetu, na amefika kwenye mji wetu Kwayo. kwa hiyo mi nashukuru kwa kuja kunisikiliza, nashukuru kwa kuitikia wito wangu, lakini pia naomba mnisaidie na nyinyi kulea. maana yake da naona mm-hmm. kama yani na changamoto naona kama kwenye nyumba yangu sasa kumwaka moto e, basi mwambie sijaribu watu aina tabu. Mimi nashukuru, ah, yeah. nashukuru sana la <laughs> zungu ila pia tunajua tena samani, aujapata chochote hata usijali, yani usijali kabisa, hapa ni nyumbani eh. ah. muda wote basi. Bas, karibu tena nyingine bwana angalia hata haya, asante viaadi Vipi vifi yangu? Mimi niko poa, niko fresh. Sijui utokapo kwa azima? Ah, huko nitoka kwa azima, sijui wewe huko. Mimi nashukuru Mungu, mambo yanaenda kama yalivyopangwa. Haya, wapi sasa hizi nacho kibegi? maana kuona uko hea hea. Ah, sio unajua tena mizunguko. Sasa hivi mchana huu nimeshaingia mjini hapa, azima nitembee tembeni, survey haya. Sawa, niambie. Mm, nilikuwa nakwambiaje, unajua kakaangu mimi anakupenda pia anataka mrudiane. Sawa, na mimi hata mkirudiana na kakangu sasa hivi, nitakuwa mwema, utakuwa wifi yangu. Sawa, mi nikuwa naomba mrudiane na kakangu, kwa sababu kila nikikaa na kakangu anakutaja wewe tu. Sijawahi kumsikia akimtaja mke wake, hata kwa bahati mbaya. Hata akipiga chefeti, labda amtaja, hata mkewe hajawahi. Kila nikikaa naye sia sia. Kwa hiyo, wifi yangu, mi nikuwa nakuomba mrudiane na kakangu, na mkirudiana na kakangu nahisi nitakuwa na furaha sana maana wewe ndio hivi ninaye kupenda moyoni mwangu, hamna hivi mwingine naye mpenda yeye ya yani. Najua utamtingua yule pale nyumbani, atatoka, utaingia wewe, nitafurahi sana. Mtoto fisadi wewe, wewe tena mipango yangu. Oh, sijui kitu gani. sijui kitu gani. Ha, mimi na kaka yako watu ndio msababisha. Oh, mwanamke mbaya, mwanamke eleweki, akienda kama anarudi nyuma. Sijui kitu gani, sijui kitu gani. Ah, leo imekuaje? Mimi tena. Wewe ukanisimamisha hapa, kaka yangu anakupenda, kaka yangu anakutaka. Umesahau nini mtoto wewe? Achana na hayo. Mimi nilikuwa tu kama kijakazi. Sasa hivi mimi nakupenda wewe ni. Sema tu hapo nilikuwa nakupenda, sema tu nilikuwa kama nimeambiwa usimpende mtu fulani, kwao nilikuwa nafanya vile wazazi wanavyotaka. Sema sasa hivi watakulizia wote kwa sababu yangu. Aya sawa nimekuelewa. Nikutoe hofu. Mimi nitauriana kaka yako, maisha yatakuwa kama zamani.

mitia ncitinankwaji uka hapo tongeda huyo niakuja nikua changamoto ambazo zinazonikabili mimi. Ndoa yangu naipenda sana na mume wangu ananipenda sana lakini, changamoto wengi huyu wifi yangu angu nemonauku dada ni changamoto. Oh, mtoto sijui katumwa tasielewi. Najitahidi kuwa mpole, najitahidi kufanya vile navyotaka ili aende navyotaka mimi, lakini wapi, atasielewi yani mtoto, mtoto anasikia anasema kwamba kaka yake ana mwanamke mwingine. Yani maneno kibao, sielewi dada yangu memwacha tu mkumuta.

Hmm. wsim yani labda wewe a mkubwa mu kuongea naye taratibu knaogeaa atibdatakuelewake kaongea naafukuziabali mbwa mmoja kusumbua kiliakkedele tu mmoja huyu mi namakuendesha bodaboda huyutambua kwamba uwe hapo mama yake ndo alomlea, mimi ni mume wangu, kamlea kasoma, mama mama yake kalima huko kumsomesha mume wangu kwa mkini, ndani mkikaa ndani mkinijadili, mmeona itoshi mmeja mniseme nje, imradi mnitangaze, si ndivyo? Mnataka mnigombanishe mimi eh? Lakini wifi yangu mimi, kuna kitu ambacho nakudanganyia hapa wewe, unigombanishe na mume wangu. Unejibu vibaya na kuheshimu. We koma, we wewe, una shida nayo saizi yako wewe? Pakwako paka pana madaka hayo. Afu wewe kenge wewe, uwe na heshima na adabu, umesikia? Mimi wewe nakusaka, kuna niendesha boda boda, wewe nakusaka kuna huko huko, anapiga mswaki. Sijui umeelewa? Hebu kuwa na adabu paka wewe. Leo <coughs> ngemi ndoza kampasa nikamuuliza, kwanza unanisha basi unanijuaga mwenye mambo yangu sina hadi siege. Nitamvunja mimi huyu. Simogopi mumeo wala simogopi mama kaka. Nitakupasua mtoto wewe. Tena koma koma kidogo kidogo paka uzoe. Mpwa mmoja kenge wa blue wewe. Msungo mkubwa we. So so wewe. Hii mtoto sio cheza sio jua maana hii. Basi. Toka hapa ndio kwenu hapa. Wewe hapa kwako.

oh za siku ifi yangu sijui, kimepanda kimeshuka kimeenda kimerudi. Haya bibi, niambie. Oh, nataka nikwambie. Kwanza umependeza, tofauti ulipokuwa na kaka yangu. Sasa hivi kama mtu alikuwa anachanganyikiwa, umekuwa mwanamke wa kutosha, umekuwa kama mwanamke wa bala. Ananimwagia sifa <laughs> Ah, ah, maana nilimwangalia yule mtoto alafu kuniambia maongezi na mimi nilichoka. Anakuja kuniambia tunarudia na kaka yake ashi. Eh, ndo hayo kaka yake anakutaka wewe. <laughs> mtoto fisadi yule, mtoto yule hana adabu sasa anakuta, we kama kaka yake anakutaka kaka yake alishindwa kukufata mwenyewe kaja akakwambia, eh? sangekufata mwenyewe kuja, mwenzangu mwenyewe nakwambia, unyumba wa wana haufa. Angekushika mkono, mimi leo nimekukumbuka. Yeye mwenyewe hana mdomo, mpaka aje kuongelee amuongelee amuongelee yeye. <laughs> nadhani nilikwambia kuhusu ule mtoto. Nilikwambia kila kitu kule kuhusu yule mtoto. Ha, kwanza yule hana hata heshima. Yule ajifanya mjanja. Sasa kama sungura kanasa kwa tundu bofu. Hanavotaka ninataka. Yeye ajifanya na akili kutupita sisi watu wazima. Mimi na yeye katushika mtoto yule akili. Ah, wapi. Sio kweli. Sasa, mwache aendelee hivyo hivyo. Akili yake ilipolala, sisi ndio imeamka. Hataondoka, mchana mbuzi anakula majani. Ah, sio kwangu mimi. Ah. Ila sasa Unatakiwa uwe makini. Ina maana u tayari kashaanzisha michezo ya ajabu ajabu. Unatakiwa uwe uwe makini, yani kuwa makini na ule mtoto <laughs> kuongea huko mbele kwa <laughs> mbele <laughs> Dawa yenu ipo jikoni inachemka. Si punde mtainywa.